Sauti ya Afrika. So ladies and gentlemen, ni uzuni kubwa ambayo tumeipata leo hapa kwa KG Chipande ambapo tumepata habari kutoka Nairobi, Kenya 254 ambapo kuna mwanaharakati mmoja anayejiita Albert Ojuang ambapo amefariki dunia baada ya kwamba alikuwa abducted kulingana na ile story ambayo tumeipata. Na DCI hawa ni polisi wa nchi ya Kenya ambao wanaochunguza uhalifu, hivyo basi waliweza kumkamata nyumbani kwake hapo jana Jumamosi mosi na leo subuhi Jumapili akapatikana amefariki. Na polisi walipoulizwa waeleze umauti wake ulimfikia vipi, walitoa taarifa ya kwamba huyu jamaa aliweza kujiham ama aliweza kujidhuru mwenyewe alipokuwa yuko ndani ya seli, na alipoonekana yuko hali mahututi ile wakati yabebwa, ili aweze kupelekwa hospitali kwa matibabu ya haraka, ndio pale ambapo roho yake ikakata akiwa njiani. Ina lilahi wa ina ilaihi rajiun, yani, kiukweli kabisa ni msiba uliokuwa mkubwa na ni jambo ambalo linakashifiwa na ni mambo ambayo yanakashifiwa sasa hivi, karibu East Africa nzima. Juzi tu tuliweza tukaona ile nchi ya Australia, ambapo ilitoa tahadhari kwa watu wake, ama ilitoa tahadhari kwa wale citizen wale, raia wa Australia, ya kwamba wawe makini sana endapo wanasafiri nchi ya Kenya, ama wanawakataza ama wanawaambia kwamba kama hauna umuhimu wote wa kusafiri nchi ya Kenya, basi afadhali uhairishe safari yako, kwa sababu Kenya siyo salama tena. Sio maneno yangu, ni maneno ya kutoka embassy kutoka Australia ambayo inadili na masuala ya usafiri ya wale ambao wanaenda Kenya kwa mina ajili ya tourism na biashara zao hapa na pale. Juzi tu tuliweza tukaona yule ambaye ni mbunge naya Tanzania, pia vilevile ambaye alisimama kidete na kukashifu utekaji nyara, ambapo baadaye instead watu kadhaa ambao labda tulikuja tukadhani ni kambe kama ni mtu ambaye anastahili ama, watu wengine tunatarajia tupate, yaani tupate wengi sana kama wale ambao watajitokeza ambao wako kwenye chama ambacho kile chama ni chama ambacho kwenye uongozi ambao watajitokeza na kukashifu maswala mazima ya utekaji nyara. Lakini mwisho wa siku it was in a different, yani, uh, tuliona in a different way pale ambapo yule ambaye alisimama na kukashifu utekwaji ndio alionekana mbaya, na watu wakaanza kumkashifu mpaka lile ambalo lilikuwa ni kanisa lake, pia vilevile vile likaweza kufungwa kwa kwa vigezo kama adabu ambayo amepewa kisa na maana, amesimama na kukashifu utekaji ndani ya Tanzania. Na nikukumbusha tu ya kwamba ipo shida ambayo iko Kenya ambapo wale ambao wanateka watu ama wale ambao wanajitokeza kuteka watu ni watu ambao wanajisalimisha na kujithibitisha kwa watu ya kwamba hao ni polisi ya kwamba hilo ni jeshi la polisi. Baadhi yao wanakuja na nguo za nyumbani, lakini wakiwa na zana za vita ambavyo wanatumia hadharani, wakionyesha kwamba hao ni polisi. Wengine wanakuja na nguo ama wanakuja na jezi ambayo inaonyesha wazi kabisa, hili ni jeshi la polisi, na endapo watawateka, automatically wanawapeleka mahali ambapo tuna ule uhakika ya kwamba ni police station kama huyu Albert ambaye tunamwongelea leo hapa aliweza kutekwa na kupelekwa police station ambayo ni ya Central Nairobi, lakini mwisho wa siku hakupewa ile ambayo tunaita OB namba, ambapo OB namba ni namba ambayo unaandikiwa once ukishafika kwenye any police station ndani ya Kenya. Lazima uandikiwe OB namba, jina yako ya babako, ya, ya, yani jina yako ya ambayo inaonekana kwenye kitambulisho chako cha Kenya, ili ijulikane mtu fulani alifika kwenye hino police station masaa fulani na alishikwa kwa minajili ya hivi na hivi na hivi, ili kesi yako ifunguliwe ama kesi yako ikuwe upelekwe mahakamani ili uende ukajibu mashtaka. Na kulingana na vile ambavyo Albert huyo mtetezi wa haki za kibinadamu ambapo aliweza kushikwa Jumamosi, tulitarajia ya kwamba Jumapili isingewezekana kupelekwa mahakamani, hivyo basi alifaa alale usiku wa Jumamosi na usiku wa Jumapili, na Jumatatu asubuhi aweze kuchukuliwa na kupelekwa mahakamani ili aende akajibu mashtaka. Lakini ile siku ambao nastahili kupelekwa huko mahakamani kabla hata haijafika, because ilikuwa inafaa iwe Jumatatu na leo ni Jumapili, jamaa akapatikana amekata roho. Watu wanajiuliza how did it happen. Kiukweli tunajua kabisa, lakini sasa huyu, kile kitu ambacho kilimfikia mpaka ikafika pale, kiukweli lazima tutakuwa na maswali. Mtu akifariki haufai kuwa na maswali kiukweli kabisa, because tunajua sote njia ni ile ile moja, lakini kwa nini ifanyike wakati umemchukua mmempeleka pale ambapo ni gerezani, na tunavyojua kabisa, serikali ama wale polisi wa gereza ama wale polisi ambao wanashughulika na mtu ambaye akishamchukua kule, we do understand that uh, wanajukumu ama wale ndio wana ile, wana ile power tuseme, ya kumlinda yule mshukiwa na make sure ya kwamba hadhuriki chochote hadhuriki chochote, anafanyi lolote kabisa. I can't remember by the time mimi nilichukuliwa, yeah, there's a day, inshallah, inshallah, yeah, it's true There's a day Shala La ni visit Kenya that time Nairobi sehemu fulani pale ambapo siko tayari kutaja jina, ambapo ilikuwa wakati wa corona COVID-19 ambao nilikuwa na mwanada flani. We were just driving all over the street of Nairobi na kwa sababu alikuwa ameweka ile We Call Cafe, ambapo ilikuwa ni saa tatu kipatikana saa tatu na madakika kadhaa unashikwa. Ilipofika saa tatu na dakika kama kumi na tano vile tulikuwa tunafika kwa nyumba, lakini ile junction ya kuingia pale kwangu, bahati mbaya tukapata polisi wakatunyosha mkono tukasimama tukaulizwa, ni nani, nikawambia huyu ni mke wangu, na tulichukuliwa, tulibebwa na tukapelekwa. I, I remember that uh, tulipelekwa police station ambayo ilikuwa kule, ni jirani tu hapo, na tupofika kule, waliniambia nivue belt, waliniambia nitoe ukanda wangu mshipi wangu kwenye kiuno waliniambia nitoe, na wakaniambia nitoe kiatu kimoja, nibaki na kiatu kimoja, they just told me remove one shoe, and remain with one shoe na yule msichana ambaye nilikuwa naye ambaye niliwatangazia kwamba ni mke wangu pia vile vile, uh, walimwambia atoe mtandio because by that time alikuwa kuna mtandio akamwambia ule mtandio autoe. Na kisa na maana, baada ya kwamba nishatoka because a, a brother of mine ambaye pia yuko kwenye kitengo cha jeshi pia vilevile aliweza kunitembelea na akaongea na wale mapolisi, mwisho wa siku nikatoka kwa kicho chake walinaambia kwamba once, ule mkanda ukiwa nao wana shuku ya kwamba kuna venye unaweza ukajishika ukajinyonga na ule mkanda ukakomit suicide. Na once ukishajinyonga kesi itakuwa pale kwa police station, huenda wakaambiwa hao ndo wamekuua. Na ule msichana naye pia vilevile ule mtandio aliambiwa autoe, kwa sababu anaweza akautumia ule mtandio kujinyonga ama pale ndani, kwa sababu wako wengi wanashikwa pamoja wengine labda wanaweza wakachukule mtandio wakanyongea wengine, ama wakafanya kitu ambacho kitaonekana kwamba hawapolisi hawakujukumika kulinda maisha ya hawa watu ambao wako hapa gerezani. So automatically tunaweza tukaona kabisa ya kwamba ukishaingia pale kwenye gereza au ukishaingia pale kizimbani, ambapo unasubiria ya siku yako kwenda kotini, mtu ambaye anafaa kukulinda ni yule polisi ambaye amekupeleka pale, ama ni ile polisi. Kila police station inazima, ina mapolisi ambao wanakesha pale, lazima kuna mapolisi wanashinda pale, lazima wana kuna mapolisi wanakesha pale. Na hao mapolisi ambao wanashinda na kukesha pale ndio wako na jukumu kubwa la kulinda wewe ambaye umekwa pale ndani Sidhuhurike mpaka ile siku utachukuliwa, utapelekwa kwenye koti ili ukajibu mashtaki, kwa sababu by that time wewe huna makosa yote. Sheria ya Kenya ya kwamba yote shiku, mtu yoyote atakeshikwa, hata ukimwona mtu ameiba laki mamilioni hizi hana makosa, mpaka sheria ama mpaka koti iseme ya kwamba ana makosa. I think we are, uh, we are right there because huyu, uh, mtu amepatikana ile kitu alichopatikana, kwa sababu yeye alikuwa yakemea maovu ambayo yanafanyika kwenye serikali kwenye Twitter special. Yee ni mtu ambaye alikuwa anatuma ma, ma, ma, ma, comments kwenye Twitter na kuweka mapost kwenye Twitter akikashifu utendakazi wa serikali ya county pamoja na utendakazi wa jumuiya ya, ya nchi kwa ujumla ya Kenya, lakini sasa baada ya kwamba wamemshtukizia kunayo makosa walifua mchukue wampeleke na kwanza nini, wamchukue Jumamosi automatic. Ukichukua Jumamosi ama juma Jumapili, you have to sleep there without going to the court. Sasa huyo walimchukua na wakampeleka hiyo Jumamosi na Jumapili. Jumatatu alifaa ampeleke kotini, lakini sasa alikufia kwenye court not kwenye court, but alikufia kwenye ile, ile, ile, ile ambayo ni kizimbani ambapo yasubiria hapo na kwenye court automatic. Hapa kesi ile ambayo inafaa ni polisi washughulike, lakini sasa sheria ya Kenya ni kwamba not sheria ya Kenya but uh, ile kitu ambayo ameiweka na si Kenya peke yake it's like East Africa, ni kwamba ambaye anamteka yule mtu ambaye tunaambiwa anamwabduct ni polisi, anakuja kama polisi, na once wakishampeleka kule polisi ama akipelekwa kule polisi, wale wale polisi ndo wanafuatwa waambiwe wamtafute huyu ambaye wamemteka, na vilevile bado wale wale polisi wakishatafuta wale wamemteka, wakisema hapatikani, wanaambiwa wale wale polisi wachunguze kiini na sababu ya huyu mtu ambaye amefariki ambaye alitekwa na polisi so its polisi to police to police to the government. So polisi yule yule aja kuteke polisi yule yule achunguze, umetekwa na nani? Polisi yule yule achunguze, ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukafariki? Watakuniambia kutekwa na haki. Ni kitu gani ambacho unatarajia kutakuwa na haki yote ambayo itatokezea at least, uipatikane ijulikane, huyu ameuliwa na ABCD, because sai polisi wametoa statement yao ya kwamba huyu jamaa aliji, alijiumiza ama alijinyonga ama alijiua mwenyewe ama alitaka kujiua, tukapata yuko kwenye hali maututi, tukamchukua na gari yetu tukawa tunampeleka kwenye hospitali, na ile njia ambayo tunapeleka kwenye hospitali akafariki njiani. Na kitu ambacho ni cha kushangaza my friend, let me tell you that uh, mtu akiwa mgonjwa hali maututi anastahili kupelekwa hospitali na gari ambayo ni ya ambulance, gari ambayo itamhudumia wakati yuko njiani akielekea kwenye hospitali. Lakini polisi watakubeba na ile gari yao ambao wanabebia wahalifu, ni kitu gani ambacho kwa pale ndani ambao atakuhudumia? Ask yourself that question, kikweli kabisa. Sasa tuko kwenye hali mbaya something kuna mtu alikuja aka comment kwenye uh, comment section yangu hapa, kaja akanaambia kwamba KG, ikitaka kuishi vizuri kama nchi kama ya Tanzania, basi fuata maisha yako, usifuatilie maisha ya serikali, usitaki kujua nani ametekwa usitake kujua uongozi unasemaje, usitake kujua chochote kabisa kuhusu serikali, wefata maisha yako, ukipata chakula kula, enjoy your, your life, na usitake kujua chochote hapo, utajua nchi ya Tanzania iko na amani na nchi ya Tanzania haina shule la mtu yote kabisa. Hiyo comment ndio ikapa mwezi. Kuna msisemeni, ni maneno yangu, msije mkaona kambe kama nataka kuchonganisha, that's how it is, na Kenya pia vile vile, nafikiri tumefika hapo because sahi ukikashifu serikali you are in for it, so Kenya sahi ni utafute chakula cha tumbo yako pamoja na familia yako ko muweze kuishi, lakini once ukijifanya kimbele mbele ya kwamba unataka kukashifu uongozi unachoda